Mimi nilianza yani mambo ya urembo nikiwa niko nasoma hivyo hivyo kwa sababu mlezi wangu nilikuta anafanya hicho kitu. Ina maana nikiwa likizo naanza yani taratibu umo umo katika malezi ya nyumbani. Tumeishi kwa upendo sana afu kizingatia mimi ni mtoto wa mwisho. Mambo yamebadilika kutokana na kwamba sasa hivi watu wanaenda na wakati okay. E, Yuniss habari za kazi, habari za majukumu. Salama kabisa na leo tunakutembelea hapa. Ndio, uh, ndio. Status show. Tuko kwa ajili ya kufahamu mambo mengi kuhusiana na harakati za vijana, lakini pia harakati za watu kujitafuta kwenye maisha, na we ni mmoja kati eh, ya watu ambao umechaguliwa katika Status Show kuweza kupata vitu vya kujifunza vingi. Najua umepambana kwenye maisha mpaka sasa hivi ufikia katika hatua hii, sio mbaya, pengine utupe experience tujue mambo mengi hapo. Yapo mambo ya kimaisha, lakini pia ya kikazi. Kwanza tumfahamu Yuniss ni nani na pengine historia yake O sea, shule na nini, sasa hivi kuhusiana na shule na nini mpaka sasa hivi. kwa majina naitwa Yunis Morris mm -hmm. E, ni kijana tu ambaye anajitafuta hapa na pale mm -hmm. ni kwenye familia kwanza, ni mtoto wa nane. Elimu, upande wa elimu nimeisha tu kidato cha nne, ndio. so, so. okay. mm. uh, asante sana Wakati uh, turudi kwanza kidogo hapo familia nyumbani uh, wakati unaishi nyumbani na familia, mliishi katika familia ya upendo na ilikuwaje kuwaje nyumbani? Wakati unaishi makumbuka mambo gani ambayo pengine ulikuwa unayafanya na nini? familia walikuwa kama vile pengine wanakuelewa kuelewi na nini? mpaka unamaliza shule harakati zote zile za malezi ya nyumbani ilikuwaje kuwaje? okay. Ah, katika malezi ya nyumbani tumeishi kwa upendo sana, afu ukizingatia, mi ni mtoto wa mwisho eh, kao mi ni mtoto wa mwisho, yani nimelelewa, yani malezi yale ya upendo sana, ni dada za asio mkorofi sana, yani ni mcheshi mchangamfu sana, yani tangia nikiwa mdogo kabisa. Sawa, sawa.

Hapana okay. e, yuko mama tu mama tu ndio, baba ishatangulia ndio tumwombee sana. sawa sawa. Um, vipi uh, maisha ya shule, shule gani pengine na ilikajikwaje wakati unasoma primary mpaka sekondari? Kwanza nimesoma hmm. mikoa tofauti tofauti. primary nimesoma Sumbawanga mkoa wa Rukwa na nikamalizia Songea kwao ushafika hadi Sumbawanga eh, hey? Okay. Eh. Uh -huh. Ndio hiyo ni primary. Sekondari? Uh -huh. Nimesoma Mbulwa, Mbulwa. Hmm. Sawa. Sasa hebu tupe kidogo maisha ya Sumbawanga mpaka umekuja Mbulu, ilikuwaje, kuwaje mpaka ukaja Mbulu? Ha, kule ni wazazi wangu huko. Okay. ndo walikuwa naishi huko. Okay. Baada ya kustafu kazi tukarudi nyumbani kwetu Songea. Hmm. Kwao mimi ni mtu wa Songea. Hmm. Uh -huh. Hmm. Okay. Baada ya kumaliza mm -hmm. elimu ya shule ya msingi mm -hmm. Basi ndo nikaja Mbulu okay. eh. Wakati unaingia kidato cha nne pale, wakati maisha ya shuleni unaweza ukatupa, eh, ukashea kidogo, ilikuwaji kuwaji kutoka kidato eh, eh, cha kwanza cha pili mpaka cha nne? Kuna vitu ulikuwa unavifanya shuleni ambavyo leo pengine oh, vimekusababisha uwe hivi ulivyo Laba, laba kuna talenti, kuna kitu fulani unafanya shuleni mm, kwa kweli? Au unavyovifanya sasa hivi tofauti <laughs> na vile kabisa ambavyo... Hapana, yani tangia shuleni ah, yani okay, kipaji changu nitangia shuleni, napenda yani sana mambo ya urembo. Oh, oh, kwa hata nikimwona mwenzangu ajachana nywele nitamchana shuleni hivyo <laughs> <laughs> namfata na mchana e, namfata kabisa na mchana, nywele zako, njoo nikutengeneze kidogo hapa, zijakaa vizuri yeah. Nafanya hivyo, walishakuzoea e? walishanizoea kabisa ah, okay. e. <laughs> kweli, sawa. Uh, na waalimu, walikuwa mnaishi nao vipi wakati huo? Ni shule gani sekondari? Imboru Imboru. Na wakati wakati unaenda kufanya, yani moment zile za kufanya hayo yote, walimu walikuwa wanajua, najua scenario. Awalimu, wanajua kwa sababu, unajua kidato cha nne ni kidogo, umeshakuwa kama watu wazima yeah, okay. kwa mm hiyo -hmm. Yaani wanaona wanachokifanya hivi okay. mm. kidato cha nne, cha nne cha miaka yenu na sasa hivi umri ni tofauti kidogo, tofauti kipindi hicho wengi walikuwa wanajitambua sana, wanajitambua sana, umesoma watu wazima, sio kama saizi wanasoma watoto. Hebu tupe kidogo kwa kidato cha nne ya, ya kwenu nyinyi I, inaonekana ina, iliwafaa sana vijana wakati huo. Mpaka leo tunaona watu wengi ambao wako mtaani, wengi ambao tunaenda kuzungumza nao, wengi ni watu ambao wameishia kidao cha nne. Ni elimu e, nzuri sana kwa watu kuweza kujitafuta kwenye maisha, tofauti na ile ambayo tunaona wengine wanaenda paka vyuo, wanaenda form six. Tunaona wengi wana hustling wa hustling, maasla wako mtaani. Kama nyinyi kidao cha nne, wengi sana wakuta wamejitafuta, wamejipata Kidato cha nne ni, ni elimu tosha, kwani inaweza kumsaidia mtu katika kuhakikisha kwamba afanikiwe kwenye maisha. Mimi naona ni labda ni kwa ajili ya kipindi hicho. mm -hmm. eh eh, sijui niseme labda kuna wazazi labda walikuwa hawajaamka katika elimu. mm -hmm. Sababu wengine labda walikuwa hawapeleki shule. mm -hmm. Kwa hiyo wasomi walikuwa wachache. mm -hmm. E, ukilinganisha na sasa hivi. mm -hmm. Sasa hivi watu wengi wameamka, wanaelewa maana ya elimu. Hata watoto wa wafugaji sasa hivi wanasoma sana, sio kama kipindi hicho. Kwa hiyo kipindi hicho yaani, naona mm. elimu ilikuwa aina ule mwamko. Kwa hiyo mtu anajua hata nisiposoma, mm. maisha yanaenda kwao. okay. eh, wasomi walikuwa wanatafutwa mm. eh, okay. so sawa na wa wasomi walikuwa wanatafuta mm. Kipindi hicho, sasa hivi ni tofauti kidogo. yeah, yeah. Lakini sasa hivi kuna wasomi wengi Ndiyo. Ambapo eh, una unapata picha gani kama wasomi ni wengi alafu unaona watu wanavyohangaika na wewe unajifunza nini? Yaani, mm. una unapata picha gani? Unaona wadogo zako ambao wanamaliza kidato cha nne sasa hivi alafu wako mtaani pengine maisha yao baada ya hajasimama wewe unapata picha gani, na ukilinganisha na wao ambao ulimaliza kidato cha nne wakati huo hapo, jibu ni gumu. Yani unaona wana ugumu sana kuliko wenyewe ambao mlipita wakati huo eh, hey. au ndio mlikuwa mna ugumu zaidi au hawa ndio wana ugumu zaidi eh, naona wao wana ugumu zaidi ah, mm -hmm. wana ugumu zaidi eh, wana ugumu zaidi wao. kwenye nini hasa labda ambacho wewe unakiona, kama upande wa ajira? uh -huh. kipindi sisi tunamaliza, yani funfoni, mtu akimaliza form four ni mtu mkubwa yani, ajira wapacho. zipo tu lakini mm. Lakini wao sasa hivi ajira hamna, mtoto akisoma mm. ajira hamna kabisa. Kwani nyiwe wakati mnamaliza ajira mm. ilikuwepo? Zilikuwepo ah. nyingi kabisa. Sawa, hebu tupe sasa safari wakati unamaliza kidato cha nne. Uh, ulitamani kuendelea au kuna namna fulani ambayo uliamua uli kuskip ili uendelee na shughuli zingine tofauti na form 5 form 6 A, nilitamani kuendelea, lakini ah, kutokana na mazingira niliyoishi, mm, ndo hivyo sikuendelea ah. Yeah. Kwa ukaamua kujiwekeza saa moja kwa moja kwenye mambo ya urembo na nini? Yeah. Okay. Mm. tunataka tuanze safari sasa ya kujua kwamba mambo ya urembo yalianzaje, ilikuwaje kuwaje? Hebu tupe picha halisi yani, unamaliza tu ukaanza urembo au unamaliza tu ukaanza mitikasi mingine, urembo ilikuja baadaye katika namna fulani ya kujitafuta? Hapana mm, yeah. Nilivyomaliza tu shule hmm. nikaanza mambo ya urembo hmm. na nili, kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda hmm. mimi mlezi wangu nilikuta ameshaanzayo mambo ya urembo hiyo ah. kwangu ikawa rahisi hmm. eh, eh. kwa sababu mimi nilikuwa napenda ikawa rahisi mimi kuingia huko kutokana kwamba nilikuta hmm. tayari mlezi wangu ana, ana, naye anafanya hmm. kitu kama hicho eh. kwao nilivyomaliza tu hadi nikadumbukia huko nikaanza hmm. moja, moja kwa moja, moja okay. eh. Sawa so, ni tofauti mm, na yule mtu mwingine ambaye pengine mpaka, uh, aje jitafute ajue yale mambo ni ngumu sana, ni ngumu eh. Okay. Mm, kwa hiyo ulivyoanza hapo ulianza kwa kujifunza lakini, au tayari ulikuwa unajua? Hapana, nilianza kwa kujifunza nah. Mm. Okay. Ni, ni ni ni kipindi gani, muda gani mpaka sasa hivi ambao tokea uanze mpaka sasa hivi ni takriban muda gani? Eh, ni kipindi kirefu, mm. Eh, kama, kirefu. Yani hapa na kama miaka ishirini. <laughs> <laughs> huko <laughs> kwenye mambo ya urembo e, ni kama oh. miaka ishirini sio mchezo. nice. mm. awe ni mtu ambaye tunahitaji kujifunza mengi sana sana, mkongwe kazini <laughs> <Okay. laughs> <laughs> sawa ebu em, wakati mnaanza kwenye kipindi hicho cha kujifunza mambo ya urembo na nini, nyakati hizo, wakati huo ni mwaka gani ilikuwa? Mimi nilianza yani mambo ya urembo nikiwa niko nasoma hivyo hivyo ah, kwa sababu mlezi wangu nilikuta anafanya hicho kitu eh, yes. Ina maana nikiwa likizo eh. Naanza yani taratibu nah, umomo okay. eh, kila likizo ya shule shule eh, na naenda kwa hiyo nikaa nafanya vitu viwili kwa wakati mmoja, e, kwa wakati mmoja uwe, ungekupeleka shule za urembo kabisa uwe, uwe. Yani kabisa unaona kuna Ngefa. changamoto lakini mm, katika kile ulichokuwa nakifanya kipindi hichi wakati unasoma unaenda, ona, ona, na nakufanya mimi ureo, kwangu sikuona changamoto kwa na sababu nilikuwa kusaidia, napenda ye. Okay, mm, sawa. So, uh, baada ya kumaliza tu ndo ukaenda kwa nani, kwa mlezi wako na uh, kusaidia kuweza kujifunza zaidi, sio? Yeah. Okay, mm. Wakati huo na kipindi hichi ambacho tunaelekea, mambo yamebadilika, mambo yamebadilika kwenye mambo ya urembo. Mm. ni kweli ni kweli na mbadilikaje? Wakati huo wewe ulikuwaepo? Oh, kitambo miaka ishirini e, ni kitambo sana <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> ni kitambo sana, mambo yamebadilika e. Kutokana na kwamba sasa hivi e, watu wanaenda na wakati, wakati huo makeup zipo ha? lakini sio kama sasa hivi ambavyo vitu vimezidi kuongezeka ha, mamele, e. E. Kama tulikuwa na vitochi basi sasa hivi kuna smart. Kabisa. Sawa sawa. Hebu tupe e, uhalisia wa kipindi cha nyuma wakati watu wanafanya hizi kazi za urembo na nini, jinsi ambavyo walivyokuwa nawapokea kipindi hicho, na faida zilizokuwa zinapatikana au nanini, maisha yalivyokuwa yalikuwa maisha mazuri ukilinganisha na sasa hivi, au kuna utofauti upande wa income? Dunia ya leo ina bado inatumia mawigi? labda ah, mawigi, yani hayakosekana <laughs> <laughs> <laughs> mawigi, eh? Eh. mawigi mawigi mawigi, sasa hivi ni tofauti na kanini sasa hivi tunabandika, unalalalo mwezi mzima, mwezi mzima, kitu kinatulia hapo kichwani.